Okay, kwa majina naitwa Naishoki Lengai, nasoma BSc, Bachelor of Science in Tourism and Hospitality Management mwaka watatu. Mi hoja yangu ya kuchangia kuhusiana na kwa nini wasichana wa vyuo vingi wanadeti na wababa, ama tuseme watu waliowazidi umri, ama tuseme ma sponsors. Sababu zinaweza zikawa nyingi, lakini mimi sababu yangu ni kwamba sometimes hali ya maisha inawapeleka watu. Wanafunzi wengi wanadeti na watu ambao wanawazidi umri. Unakuta mtu, hali ni ngumu ya maisha, mahitaji hayapati kwa wakati, maisha ni magumu, anashindwa kuyavumilia. Kwa hiyo unapatana na mtu mubaba, anakushawishi sponsor, anakuspoil and everything. Kwa hiyo unajikuta umeshaingia ingia kwenye hayo mahusiano. Sababu nyingine ni mikumbo chuoni mikumbo iko mingi, na usipokuwa mwangalifu, yani hiyo mikumbo inaweza ikakuzoa. So sometimes unaweza kukutana huko na marafiki wanao date na watu wazito, watu wakubwa walio wazidi umri, wanakushawishi wewe, unaweza kujikita kwenye hayo mahusiano ya watu ambao umewazidi umri. Hii inawasababisha wao wanakuwa wana date na hao watu. Mimi ninachowashauri wanafunzi wa chuo, tupunguze mikumbo. Kitu kingine pia tulizike na hali zetu, tulizike na hali zetu za maisha, kwa sababu huku tunakutana na wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali, wenye uchumi wa juu, wa kati na wa chini kabisa. So usipokubaliana na hali yako, utajikuta umeshaingia kwenye matatizo ambayo hukutarajia. Asante.